Ni katika viwanja vya shule ya sekondari ya Forest Hill, chini ya taasisi ya The Islamic Foundation, mahali ambapo maelfu ya waumini wa dini tukufu ya Kiislamu kutoka maeneo mbalimbali ya mji wa Morogoro wamekusanyika kwa ajili ya kushiriki ibada ya swala ya Eid el-Adha Chini ya kivuli cha milima Uluguru, hali ya hewa ni tulivu, baridi ya asubuhi inawapa faraja waumini waliofika hapa mapema kwa ajili ya ibada hii muhimu katika kalenda ya Kiislamu. Ulinzi katika eneo hili umeimarisha ipasavyo kwa ushirikiano kati ya jeshi la polisi na walinzi kutoka kampuni binafsi, kuhakikisha kila mmoja anashiriki ibada akiwa salama. Takbira nazo ziliendelea kusikika zikisisitiza ukuu wa Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Waumini wakitekeleza ibada kwa nidhamu na utulivu wa hali ya juu. Allahu Akbar. Huu ni mshikamano, imani na upendo miongoni mwa jamii ya Kiislamu. Katika hutuba ya swala ya Eid inayotolewa na mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya The Islamic Foundation, ambaye pia ndiye Imamu mkuu wa msikiti wa Haqq, Sheikh Ibrahim Twaha, anataka Watanzania kuendelea kudumisha amani, akieleza kuwa ni hazina isiyopaswa kubezwa. Nyinyi mnaiona Tanzania leo hii, mpaka mnaalikwa vikao mbalimbali kwa ajili mkawa nyinyi ndiyo suluhu ya nchi zingine. Hamwalikwi hivi hivi bali wameangalia ile amani mliokuwa nayo. Sasa basi, si kila mmoja anatamani kuona hii amani tuliokuwa nayo tunaendelea? Wallahi machafuko, nyinyi yasikieni tu hivi hivi, hutoweza kupanda gari lako zuri, huwezi kufanya biashara zako, huwezi kukaa na mke wako vizuri. Mna nini wa Tanzania? Mna nini wa Tanzania mpaka ifikie pengine Mchafue amani tuliokuwa nayo hii hii, itakuwa ni dhima kwa Allah, na mjue ya kuwa kila unapoleta chokochoko ya kuharibu amani hii utaenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amesisitiza pia umuhimu wa jamii kuachana na vitendo vya kishirikina vinavyorudisha nyuma maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla. Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe, isipokuwa isipokuwa usije ukafa na ushirikina. Ya Abdallah, ewe mja wa Allah, pesa ndogo zinakufanya uende kwa mjanga, biashara ndogo inakufanya uwe unamshirikisha Allah kweli? Kwa kitu kidogo hauelewi wewe, hauelewi wewe, una maisha gani na ahadi gani na Allah subhanahu wa ta'ala. Baadhi ya waumini walioshiriki ibada hii wamesema kuwa amani ya nchi ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kila Mtanzania ana jukumu ya kuilinda, si kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Tafadhalini ndugu zanguni, tusichezee amani. Amani Allah subhanahu wataala ametupa sisi toka kabla hatujatawaliwa na mpaka tumetawaliwa ni amani. Moja kwa moja kutoka mjini Morogoro, Hassan Ninga, TV Iman.